Na nikwambie nimewambia kwamba njia mojawapo wahalifu wanayofanya ni kushambulia vyombo vya dola. Sasa, polisi wanajua, polisi wakikata tamaa basi wameshinda. Lakini niwaambie polisi huwa hatukati tamaa. Mimi nakwambia bwana, mimi nina umri kuliko wewe, naweza kuwa mtoto wangu, sio? Mimi tangu nimejiunga hili jeshi natukanwa na tukanwa sana, sio? Lakini sikati tamaa kwa sababu ninachosimamia mimi ni haki. Eh, haki na wajibu ndicho nachosimamia kama naenda kinyume na hapo ndio nitaogopa, lakini kama nasimamia haki na wajibu. Siwezi kuna. Kwa hiyo na niwaambie kwamba wanacho wanacho wanachosema kwamba ni, ni wanatafuta sio haki. Wanataka kufanya uhalifu, kuharibu amani ya nchi yetu. Wanataka kesho wafanya biashara waamke kule Kariakoo wakute maduka yao yote yamevunjwa, yameporwa vitu. Vile vibanda unavyoona vya machinga vile. Hicho wanachohamasisha ndicho wanataka kesho machinga akifika pale akute hamna kitu anataka afanye hivyo mama ntilia kose shilingi elfu kumi yake kwa siku, elfu kumi na tano yake au siku elfu tano yake kwa siku, kwa sababu elfu tano ni nyingi sana ndio maana wanakuambia, ndege tisa walioko juu ya mti hawana thamani kama ndege mmoja ulionayo mkononi, kwa sababu wale upepo unaweza ukatoka ukavuma uka wakapeperuka ukawakosa Sos. Kwa hiyo linda ulicho nacho, hata kama ni kidogo kiasi gani, kilinde kitakusaidia, kwa sababu baada ya uchaguzi kuna maisha na maisha lazima yawe katika mazingira ya amani, maisha ambayo tutatenda haki lakini pia tutimize wajibu wetu. Kila mtu ajiulize, na haki hii lakini wajibu wangu ni upi? Sawa, so.